baraza la habari tanzania mct septemba 25 lilizindua mashindano ya tuzo za umahiri wa uandishi wa habari 2024-2025 tuzo hizi zikiwa zimezinduliwa sambamba na uzinduzi wa mfumo wa tovuti mpya kwa ajili ya uwasilishwaji wa kazi za waandishi wa habari zitakazoshindanishwa ambao itakuwa ni kwa njia ya mtandao kabisa na eh... Eh, ni muongo mmoja na nusu hivi sasa eh, karibu muongo mmoja na nusu tangu eh, tuzo hizi zimeanza kutolewa na eh, Baraza la Habari nchini Tanzania MCT kumulika ufanisi na umahiri wa waandishi wa habari eh, katika nyanja mbalimbali mbali hapa nchini na tayari, MCT kwa maana Baraza la Habari Tanzania E, lilishalizindua mashindano ya tuzo hizo za EJAT elfu mbili na ishirini na nne, elfu mbili na ishirini na tano e, pamoja na tovuti mpya kwa ajili ya uwasilishaji wa kazi za waandishi habari ambazo zitashindanishwa e, ambapo kutakuwa na e, e, uwasilishaji huo utafanyika kwa njia ya mtandao na tutaona hapo pia. E, kwenye hiyo tovuti na namna pia ya kuingia na kuwasilisha kazi yako ikijulikana e, kama award.ejat.or.tz. Eh, sasa tutajua pia vipengele vinavyoshindanishwa na mara hii tuzo hizi za uandishi wa habari miongoni mwa tuzo ambazo zinafuatiliwa sana na e, ndo tuzo zenye heshima zaidi kwa uandishi wa habari hapa nchini Tanzania. e, tumemwalika hapa Paul Malimbo ambaye ni meneja wa programu wa Baraza la Habari Tanzania. Paul, karibu sana. Asante sana uh, tumekuja kivingine au kivile vile? <laughs> kwenye tuzo za umahiri kwenye uandishi wa habari tumekuja kivingine ndio, mm. E, tume, tumekuja kivingine, tumekuja na mambo mapya, tumekuja na ubunifu zaidi mm. lakini dunia inakwenda kidigitali na sisi tumeamua kwenda kidigitali mm -hmm. Kwa hiyo kuna, kuna mambo tofauti tofauti kidogo. okay, ukiachana na mabadiliko hayo, kwa maana sasa, kuhusiana na mfumo wa wasilishaji wa kazi za habari, ni mambo gani ambayo yamebadilika? e, kuhusu namna ambavyo mchakato utafanyika, kuhusiana pia na zawadi zitakazo, namna ambavyo waandishi wa habari watatuzwa uh, siku yenyewe na mambo yatakavyokuwa, vigezo pia ambavyo vitakuwa vinatumika kwenye kupata hizo eh, kazi bora za waandishi wa habari Nikitugia ni kitu gani hasa kimebadilika usingegusia swala la zawadi ningeshangaa <laughs> lakini vitu ambavyo vimebadilika mojawapo ni kwamba kila kitu kitakuwa kinafanyika kwenye, kwenye mtandao kwa maana ya kwamba hata majaji kazi zao zile ambazo wanatakiwa wazipitie watazikuta kwenye mtandao mm. kwa hiyo kila jaji ambaye atakuwa amepitishwa ame na kamati ya maandalizi hata pewa faili au hata kuwa na zamani tulikuwa tunatumia ile Google form mm. Sasa hivi atakuta atajisajili mm. Ataingia kwenye mfumo, atakuta kazi zake zote ambazo anatakiwa azipitie ziko kule ndani kwa ajili yake kuzipitia. Kwa hiyo kuna mazingira ambayo hata majaji wenyewe hawataonana, hutajua mm -hmm. Jaji nani eh, ame, ameweka max kiasi gani na, na, na vitu kama hivyo mm -hmm. Lakini pia waandishi wa habari na wao safari hii unatakiwa kwanza ujisajili. Unapoingia tu kwenye mfumo unajisajili, details zako unaziweka pale. Baada ya hapo, ndio unaanza sasa kufanya zile kazi za ku, kuwasilisha kazi yako, kwa maana ya kwamba ku, kama ni TV kama ni gazeti kama ni redio, una, una upload, lakini kuna barua ya mhariri mm -hmm. kama vile ilivyokuwa awali. mm -hmm. alafu sasa hii akaunti ya mwandishi wa habari sio kama ni ya mara moja. Kwa hiyo kila mwaka tayari unakuwa ushakuwa una akaunti yako iko pale, unaweza hata ukafanya ukafanya tracking au ukafanya ufuatiliaji wa kazi zako zilizopita, ulipeleka kazi gani, ilifikia wapi. Maanake sasa hivi pia mfumo utakuwa unakueleza kwamba kazi yako imepokelewa, sasa imekwenda kwa jaji, au kazi yako imekataliwa, au kazi yako haina vigezo, kwa maana ya kwamba labda ulitakiwa uaplodi E, kipindi chako wewe, mm -hmm. umeupload labda wimbo umekosea, maana tunakutana mm -hmm. na hivyo vitu, kwa hiyo uh, system itakupa, itakupa taarifa mm -hmm. yeah. mm -hmm. na, na hapa aligusia kidogo kuhusiana na uh, tuzo zilivyoanza, pengine utugusie kidogo, hasa dhima ilikuwa ni nini la kuanzisha tuzo hizi za umahiri katika uandishi wa habari na mpaka sasa limefikiwa kwa kiwango gani? Okay, hizi tuzo zilikuwepo naweza kusema zilikuwepo toka zamani toka mwaka elfu mbili na saba elfu mbili na nane Mm. Lakini wakati huo ilikuwa kila taasisi ilikuwa inatoa tuzo kufuatana na iko kwenye sekta gani, kwa kulikuwa na watu wa mazingira, kulikuwa na watu wanaoshughulika na habari za afya, kulikuwa na mambo ya habari za UKIMWI. Sasa elfu mbili na tisa baraza likaona mwenendo wa tuzo zinazotolewa kwa ajili ya waandishi wa habari ni kama hauko rasmi hivi, ni kama vile wakati mwingine zinatolewa, wakati mwingine hazipo, halafu pia hazikuwa na, na hadhi. Kwa hiyo ndo ikawakusanya wadau wake eh, tunaita partners, mwaka elfu mbili na tisa, na kukubaliana kwamba jamani, tuwe na tuzo za pamoja ili kila kitu tuweze kukifanya kama kamati ya maandalizi na ziwe na tija, ziwe na heshima, lakini pia ziangalie tasnia kwa, kwa ujumla mm. kwa hiyo sasa ndio zote zikakusanywa, japo miaka hivi karibuni hapa katikati, unaona sasa kama tunaanza kurudi tena kule kule, kila mtu anaanza kuwa na tuzo tuzo zake kule na huku na huku yeah. lakini hasa lengo lilikuwa ni kuziweka pamoja, na wote tushirikiane tu, tu katika kuhakikisha tunakuwa na tuzo ambazo pia hata zawadi zake zina heshima na zina hadhi kwa waandishi wa habari lakini lengo lake lilikuwa ni kuwatambua waandishi ambao wamefanya kazi nzuri, kazi ambayo imeleta matokeo chanya, wanasema impact kwenye, yes. Kwenye jamii ili kutengeneza watu ambao tutawaita role model, mtaalamu wa Kiswahili utanisaidia na usiokuwa na tafsiri tafsiri hapa, baadhi ya mambo. Kwa hiyo kutengeneza role model ambao watakuwa mfano kwa waandishi wanaochipukia, lakini na waandishi wengine kujifunza kwa watu kama kina Hilda wamepita pita, najua, unajua hawezi kuniangusha, kwa hiyo hasa <laughs> lengo lake lilikuwa ni hiyo, kuwatambua waandishi wa habari kwa sababu walikuwa watambulii na wanafanya kazi kubwa sana, okay. Yes. Mm. Sasa ni, ni, mwanzoni tu nilivyokuuliza swali la kwanza ni kuuliza kwamba mmekuja kivingine au kivile vile. Nilikuwa na maanisha eh, jambo moja Paul kwamba kwa muda sasa katika miaka hii zaidi ya 15 tangu tuzo zilizoanza 2009 mmekuwa mkitoa mkituza waandishi wa habari kwenye kazi. Yani, kwa maana ya kwamba sasa hapa tunalenga wale waandishi wa habari ambao wanakwenda kutafuta either, wanatafuta habari au mtu ambaye anatengeneza makala. Lakini tunafahamu kwamba watu ambao kwenye tasnia ya habari, tasnia ya habari ni kubwa. Kuna wengine yeye kazi yake ni kusoma habari, maanake um, msoma habari asipo kama hana taarifa ambayo ameenda kuripoti au ametengeneza makala, manake ni ngumu yeye kushinda tuzo. E, kuna wengine ni wahariri, yani yeye, yeye ana majukumu yake zaidi amejikita kwenye uhariri yep, yep. E, kuna wengine wao wanafanya mahojiano wanafanya mahojiano interviews yep. E, na, na kadhalika sasa, tuzo zenu nyie zime kwa miaka mingi sasa zimejikita na mtu kuleta kazi, na hata wengine wamekwenda mbali zaidi wakawa nahoji kwamba E, mnaweza mkaona kuna kazi nyingine nyingi hazina hata ubora wa kushinda tuzo, na inabidi sasa mwape wale wenye uafadhali tu, kwa sababu sasa zikisha kuja pale zile kazi lazima mshindi apatikane, kwa sababu lazima tuzo itolewe. Lakini hapana, sio lazima e, kuna wakati ina kipengele kinakosa. Kinakosa, kinakosa mshindi kwa sababu kazi zote zilizoletwa hazina viwango, kwa sababu tunaangalia viwango, hatuangalii mm, kura umepata kura ngapi. Mm, tunaangalia viwango sasa siahala kwamba kila kazi inayoletwa inaweza ikawa na vigezo vile ambavyo vinastahili kushinda. Lakini swali langu ni kwamba kwa nini hatujaona kuna sababu ya kupanua wigo ili watu wengine pia ambao ni mahiri? Mtu anaweza akawa ni mahiri kwenye kutangaza, kusoma, kufanya presentation, na ni eneo pia ambalo ni muhimu pia kuliangalia. Kuna mwingine anaweza akawa ni mahiri kwenye kufanya mahojiano na vitu vingine, kuna mwingine anaweza akawa anafanya vizuri kwenye uhariri. Kwa nini hatuoni kwamba kuna haja ya kupanua wigo wa tuzo hizi badala ya kuangalia kutuza tu watu kwenye kazi wanazozifanya, yani kwa maana ya e, the piece, e, ile e, kama ni makala au ni habari, tukatuza tuka mtu kutokana na umahiri kwenye kipengele ambacho yeye anafanya. Hmm, hilo, hilo limetizamwa hmm. na alipo. Unajua, toka zamani waandishi walikuwa wanaambiwa kwa mfano wapiga wa, wa picha hmm. hmm, eh, hizi picha za video kwamba kuna kuna kuna stori imeshinda au kuna stori imewasilishwa kwenye, kwenye tuzo, wewe pia uliepiga picha ile unaruhusiwa kuleta ile ile picha ile ambayo stori yake imeshinda, na yenyewe ukaishindanisha na picha zingine. Lakini e, unajua tena waandishi wetu na wenyewe pia wanabidi wasukume na nini. Kuna baadhi walikuwa wanaleta, kuna baadhi walikuwa wanawaleti baadaye wakakata, wakawa hawaleti sababu, nadhani wao wanajua mi siwezi kujua, lakini sasa hivi tunaangalia pia waandishi wengine si produsa, ile ile cheni ile, mm. Cha msingi tu tunataka na wewe ujisajili uwepo kwenye system. Yani nitamtolea mfano zaidi eh, Hilda usinune afta ukiangalia <laughs> hata hapa mbele sisi tuko wawili huko peke yake eh. Kwa hiyo Hilda amewasilisha kazi yake ambayo huko nyuma ukiangalia yani huko news ukiangalia ni chain ya watu yeah. Alafu wewe ukaja kusema na mimi nilikuwepo. yeah. Sasa tutakutambuaje, wakati kwenye system ukupita? yeah. Na, na sasa hivi tu nikikumbushia ki, ni pia kuna swala pia la la job. mm. Kwa hiyo ni lazima we pia uwe mwandishi ambaye unatambulika na sheria za nchi kwamba wewe ni mwandishi upo kwenye ile story, uli, uli submit tunazo details zako, kwa hiyo e, story ya Hilda ikishinda na wewe umeshinda. Kwa hiyo wote wote, kwa pamoja, na ishatokea wote kwa pamoja, mara nyingi mnapewa zawadi. Lakini pia sasa hivi hatutasubiri tu zile stori ambazo zitaletwa eh, na, na waandishi kwenye, kwenye sisti yeah. sisi wenyewe tutakuwa tunawafuatilia, okay. eh, kuna timu ambayo itakuwa inafanya ufuatiliaji wa kisirisiri bila wewe kujua, mm -hmm. Eh, kwa mfano sasa hivi tuna, tuna uchaguzi, of course tuna category ya uchaguzi, lakini kuna timu itakuwa inafuatilia stories, inaangalia hii stori, hii stori iliendaje, na sifa gani na nini. Siku ya nani siku ya shughuli, mzee unasikia ume, ume, ume, umeshinda na unaambiwa stori yako ilihusu nini, stori yako ilileta vitu gani, yani katika mm, masuala ya impact na nini. Kwa hiyo hizo hizo pia stori zipo. Mm. E, kwa hiyo sio tu ule utaratibu wa zamani wa kwamba stori tu zinaletwa, kwa hiyo kuna zile za kuleta, lakini kuna zile ambazo sisi tuna na, na hao mnaowafuatilia, mnawashindanisha kwenye kategori gani? Sasa si unaangalia kwa mfano, nimetolea mfano wa, wa, wa uchaguzi uh -huh. tuna kategori ya uchaguzi mm. tunaangalia na wale walioleta kazi zao, na kuna wengine nyie mtaongezea kwa kuongezea kwa, lakini pia kuna mazingira ambayo kama unakumbuka, huwa tuna kundi ambalo ni la la open la wazi, kundi kundi la wazi. Kwa hiyo kuna kuna matukio ambayo tutaona kabisa kwenye zile kategori zetu haipo, lakini wewe mm. mtu amefanya vizuri kwenye ile eneo Mm. Kwa hiyo tunam, tunam award. Nasalia kwenye hilo swali langu eh, yani kuhusu uh, uh, wale ambao hawana kazi aye, yani yeye letter. Sio hana kazi yani hana story, haja haja present piece a piece of a story mm. au, au feature. Mm. Mm? Eh, kutokana na yeye majukumu anayofanya kwa mfano kama, kama mimi hapa au sema sisi hapa. Tuna, kila siku tuko hapa asubuhi, mm. Tunatangaza, tuna tunafanya mahojiano, tunaendesha vipindi. Umeamua ujipigie debe mwenyewe, inakubalika na, na, na, na hilo, na hilo. Wapo wengi sao, saa, wa namna yangu ambao wanafanya hivyo e, na Watanzania wanazifahamu wana, wana, wana kazi zao na hata ukiwauliza Watanzania bana E, waandishi wa habari ambao wewe unaona wanafanya vizuri, ni mahiri, wanaweza wakakutajia hata hao ambao hawajaleta hizo kazi e. Sasa katika, katika namna hiyo e, hawa watu wanapewa tuzo ama wanaweza wakatuzwa kwa utaratibu gani? kwa, kwa, katika hiyo hiyo e, kiu ya kuona mabadiliko yanafanyika kwenye utaratibu huo wa kutoa tuzo, lakini nadhani nimelielezea hili kwamba tuna watu ambao watakuwa wanafuatilia mm-hmm. kwa mfano masuala ya interview. mm-hmm. Huyu mtu ameweza kufanya interview, alikuwa na lengo la kupata kitu fulani, na kweli amefanya interview akafikia mm -hmm. kile kitu alichokitaka mm -hmm. amefuata taratibu zote za interview, yani ukisikiliza ile interview unaona kweli hii imetengenezwa ime interview mm -hmm. lakini interview ambayo katikati hapa imegeuka mwandishi akaanza kuulizwa maswali mwandishi anajibu nini nini. Kwa hiyo kuna timu itafuatilia kila kila kitu ambacho kina kinatakiwa kifuatiliwe katika media ili kiweze kiweze kupata tuzo. Kwa hiyo kaka, kipindi hiki chenu pia kitakuwa kinafuatiliwa uh. kuna timu it. na siku hizi hizi video na nini zote zipo zinapatikana kwenye mtandao, kwa hiyo huwezi kusema kwamba tulikuruka tuli kipindi hata kimoja. Tutajitahidi ku katika utaratibu wa kama kufanya vile, utafiti unafanya sampling ya vipindi labda vitatu kwa wiki alafu mm -hmm. unafanya kwa, kwa, kwa mwezi mm -hmm. alafu kwa mwaka tunaangalia tunaweza tukapata kipindi kizuri ambacho kaka ulijipinda ukafanya interview ambayo ilileta tija vipi? mm -hmm. Kwa kwa mfano editors ambao ni mahiri lab, lab, watu ambao ni wahariri na wenyewe pia unawezekana, unakaa unaangalia tuzo zinatolewa pale EJAT waandishi wao wanatu, wanatuzwa pale lakini, kuna na wao pia wanatamani kuona kwamba kuna ed editor bora naye anapata tuzo pale kwamba huyu ni mhariri bora kutokana na namna ambavyo amefanya vizuri role yake ya gatekeeping, e, ameongoza vizuri chom, chombo chake, hakujawa na e, taarifa ta, ambazo zimekuwa zikitoka ni taarifa ambazo zinazingatia e, line up ya stori zake na vitu kama hivyo na yeye akapata nafasi ya, ku, ya kutuzwa kwenye tuzo na najaribu na, na kuangalia ile inclusivity ya makundi yote ambayo yanafanya kazi kwenye tasnia ya habari. Uh, kwa sababu zaidi inaonekana kama ni tuzo za watu ambao wanakwenda kutafuta story, watu ambao wanafanya kazi za kutengeneza makala, lakini wapo wengine ambao mm -hmm. Wanafanya kazi ya kusimamia hizo zifanikiwe. Labda kuna namna yoyote ambayo MCT pia inaangalia. Yeah, hilo hilo pia tumelijadili tumeli, yeah. La namna ya kuangalia wahariri, yaani naweza kusema hili bado tumeliacha kwenye mchakato mm. Kwa sababu unajua newsroom kuna kachain sio? okay. sio sio mtu mmoja story kutoka kwa mwandishi inapita kwa news editor inapita kwa editor, inapita kwa sub editor. Zamani tulikuwa mpaka na ma proofreader pia walikuwa wanapitia stori zetu, mm. kwa hiyo ili tulijadili tulilijadili, tukaona ili tuendelee kulifanyia kazi, ili utakaposema fulani ndio muhariri bora katika chombo fulani kusiwe na ile minongono, mm. Kwa hiyo hili, hili bado linaendelea kufanyiwa kazi kwa sababu pia huu ni ushindani unamshindanisha una Azam na ITV unamshindanisha Azam na TBC wahariri, yaani mwashindanishaji shindanishaji wa mpaka ukaona kwamba huyu wa TBC ni bora, au huyu wa Azam ni bora, okay. Kwa hiyo ni vitu ambavyo tunajaribu tukitoka hivi hadharani tuwe na, tuwe na mashiko ambayo anaweza kweli akasema hii hey, hii kitu iko vizuri okay. yeah, kwa hiyo ni okay. vitu ambavyo vinafanyiwa kazi alafu unajua hatuwezi kuingia sokoni na kila kitu, lazima vitu vingine tujipange, tuangalie impact yake itakuwaje, tuulize kwa wadau, kama ambavyo hii system mpya ambayo tumekuja nayo, tulifanya utafiti tukapata michango mbalimbali kutoka kwa waandishi na watu ambao sio waandishi leni yeah. tukaja na nani. Mm -hmm. Lakini pia umezungumzia swala la Watanzania wanajua mwandishi bora ni nani, nadhani hapo kuna changamoto yani, Tanzania ambaye sio mwandishi wa habari kujua huyu ni mwandishi bora Sidhani kama inawezekana. Atakuwa amempenda e, mtangazaji kwa sababu ya sauti, atakuwa amempenda kwa sababu ukimwona mwonekano wake ni mzuri, lakini kitaaluma, taaluma kita inaamuliwa na wanataaluma wenyewe. Ndio maana sisi kwetu, hata kama itakuja siku tuanze kusema mambo ya kupigiana simu ya, ya, ya, kupigiana kura, maanake hmm, sasa ile sio kama unachagua, una kazi utakuwa unamchagua individuo kwa sababu ni lazima uwe mtaalamu wa lile eneo ndio ujue kwamba huyu ni mtaalamu kwa, kwa sasa, mambo ya kupiga kura, tuzo nyingi, mambo ya kupiga kura kwa sasa hivi hapana. mm. yeah. labda tuje na tuseme labda kipindi bora au mtangazaji bora uh. Eh, kwa sababu kuna watangazaji kuwaskiza, wanatangaza mpira wanavutia. Kuna watangazaji eh, nimekusikia hapa wakati una, unafanya kipindi cha labda nikiita kipindi cha kimataifa, mambo ya kimataifa, nimeona huko vizuri, una details, umejiandaa vizuri, unauliza maswali ya maana, unambana mzungumzaji eh? Kwa hiyo mtu anaweza kusema sasa tumpigie kura mwandishi ambaye ni mtaalamu katika masuala ya kimataifa mm. Mambo ya Gaza, mambo ya eh? Kwa hiyo mzee, kura unazo nyingi tu po. <laughs> <laughs> <laughs> umegusia hapo kuhusiana na uh, kipengele cha uchaguzi kuongezwa wakati huu mm -hmm. na uh, nyakati fulani pia uh, MCT inaangalia na mazingira na stori pia ambazo zinakuwepo na kufanya mabadiliko hayo ya vipengele. Kwa mwaka huu jumla ya vipengele vitakuwa vingapi? Kwa mwaka huu vipengele viko saba mm -hmm. Kwe, kuna kuna mabadiliko. mm -hmm. Kuna vipengele saba, lakini kuna kipengele kimoja ambacho tumekiita specialization mtaalamu wa Kiswahili ah. Eh, sasa kile kipengele ambacho tumekiita specialization, <laughs> <laughs> kipengele ambacho tumekiita specialization yeah. Sasa mle ndani ndo mnaweza kukutana na zile sura za kategori ambazo mlizizowea uandishi ah. Eh, eh, wa habari za afya uandishi wa habari za elimu, uandishi mm. wa habari za kilimo, lakini zinakuwa ni kwenye kundi moja, hazisimami peke yake peke yake, kama ilivyokuwa kama ilivyokuwa. Sasa vingine vipengele, hizo kategori nyingine, sasa hizi hapa, itabidi nichukue nondo yangu hapa, ndio. Kwa hiyo kuna kipengele ambacho kinazungumzia kwamba mwandishi wa habari aliyewajibika kwa ufanisi mkubwa katika kuripoti uchaguzi mkuu ishirini ishirini na tano. Okay. very specific. mm. ina maelezo yake ina vigezo vyake. Okay. mm. Mm. Bila shaka na vinapatikana pia huko, yeah, vina, vina, vina, vina patikana huko. Lakini mwandishi mm -hmm. wa habari mbobevu na mchambuzi mahiri wa mwaka Mzee Simona na, na kuelekelekea pia na ah. wewe eh. Kwa hiyo kuna, kuna, kuna kundi kama hilo ambalo lina vigezo vyake. Maanake huyo maanake kama ni wa mwaka sio mm -hmm. nye mnaangalia series ya vipindi ambavyo amefanya. Kwa hiyo maanake huyo hatakiwi kuwasilisha A specific uh, piece. Yani atakiwe kuwasilisha kazi moja labda sasi, uh, kwa mfano sasa wenyewe simnaangalia kwa mwaka mzima e, hizi tuzo siku zote ni za mwaka. mm -hmm. na mwandishi wa habari kama ambavyo imekuwa alikuwa anaruhusiwa kuleta kazi tatu katika kategori tatu. uh -huh. kwa hiyo unaweza kuwa na kazi tisa, yani katika mazingira ya kawaida kama wewe ni niseme labda wewe kama ni kichwa sana, unaweza kuwa na kazi tisa. mm. Sasa huyu mwandishi huyu, um, mwandishi wa habari ambaye tumesema ni mwandishi wa habari mbobevu na mchambuzi mahiri wa mwaka yeah. Ukimfuatilia uki, uki, uki utaona vipindi vyake au utaona makala zake zilikuwa ni za kichambuzi, yaani yeye mm. issue ikitokea hakurupuki, kuna uchambuzi, kuna vitu viko details, kuna vitu ambavyo Yani kuna kwenye stori za kawaida huwezi kuvipata, mm. lakini vile vile mm. na hii inamhusu mtu kwa sababu mm. kipindi hiki pia tuna, tuna tuzo kwa ajili ya taasisi yani chombo cha habari mm. yeah. tofauti na ilivyokuwa siku zilizopita sawa. Kwa hiyo kuna tuzo ya chombo cha habari mm -hmm. kinachofuata miongozo na sheria. Sasa hapa hiyo, wenyewe wanakuja kujishindanisha au mna, nyie mnawafuatilia wenyewe? Hii ina sura zote mbili mm. ya kujio, kuji jipendekeza lakini na sisi pia tunaangalia eh. kwa sababu si tunakutana na nyinyi, kwa hiyo tutauliza bwana, vipi NSSF huko mizigo iko vizuri? iko vizuri PSSF WSF kwa hiyo ah. eh, kuna vitu vingi vinaangalia si mishahara eh, yes. ah. okay. inatoka ina vizuri na nini, kwa hiyo timu inaweza ikaja hapa ikaja hapa kwenu, ikaanza kuahoji viongozi hapo. Nishamjua mshindi, sitaki kumtaja, ushamjua mshindi. Kipengele vingine, kipengele kingine ni chombo cha habari kilichowajibika kwa ufanisi mkubwa zaidi katika kuripoti uchaguzi mkuu wa 2025 kule. mm -hmm. Ah. Kuna mtu huku, kuna chombo. Okay. Hicho yeah. cha ngapi hicho Hilda, cha nne na yuko vizuri. Alafu kuna kipengele <laughs> cha tano <laughs> ambacho kinasema tuzo ya maudhui bora ya runinga ya kawaida ya mwaka. Hii kawaida tunajaribu kutofautisha zile za mtandao na hizi hizi traditional uh, yeah. okay. yani hizi zote zinazokutajia zina vigezo vyake na pia zina maelezo ya namna gani ya, ku, ya kushiriki. Ambayo yote kwenye tovuti ya. Haya yote yako kwenye tovuti. okay. Okay. ile inaitwa tovuti ule mfumo hiyo si e, yeah. Kuna tuzo ya maudhui bora ya, uh -huh. Ya maudhui bora ya runinga mtandaoni ya mwaka. okay. Na enyewe mm. Hivyo hivyo ina, ina vigezo vyake na nini, alafu kuna tuzo ya picha bora ya kihabari ya mwaka. mm. Alafu kuna habari bora ya mwaka ya maudhui ya vijijini. Hii sio lazima mwandishi wa habari uwe ume, ume yani uko tu vijijini, inawezekana ulipata safari ukaenda kule ukatulia ukaandika story okay, ukatuletea uka, okay, uka alafu habari tu... Kumbe nilitaja vichache bwana, viko vingi bwana. mm-hmm. Kipengele kingine ni habari bora ya mwaka inayojumuisha video, sauti, maandishi na picha, multimedia, kama zinazidi zi asaba, sorry. E, ndio nasema nimegundua kwamba na naendelea kuzitaja, lakini kuna habari bora ya uchunguzi ya mwaka. mm -hmm. mm -hmm. halafu kuna, kuna, kuna, kuna kundi ambalo linahusiana na taasisi iliyozingatia zaidi haki ya kupata taarifa ya mwaka. mm -hmm. Alafu mwisho tuna tuzo ya mafanikio ya maisha katika sekta ya habari. mm. Hiyo ya mwisho ah. You know. Yule. Yule. E, lifetime, lifetime achiever. Achieve. E, mm. E, lakini ndani pia kuna kuna overall winner usimsahau. okay. Mm. E, alafu sasa ndo kuna hizo sasa ambazo nimezisema za specialization. Okay. Yaani kwa maana kwa ya kwamba basi ndio zile ambazo kwa tumezizoea ila zile ambazo zile ambazo katika elimu watu. Ila meleka wote kwenye kundi moja. Kwa hiyo hao wote watakuwa kwenye kundi moja. Lakini kila mtu atashinda katika eneo lake. Kila mtu atashinda kwenye eneo lake. Like, afya atashinda like, kilimo eh, yes, yes, yes. Okay. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunayo ya, ya elimu na afya ya uzazi. Ah. Yeah. Kwa sababu hizi zinatakiwa zina, zina ziwe ziwe semaji ziwe sponsored. Ah. E, yani zina zinakuja kufuatana na mahitaji mm. E, zinakuja kufuatana na mahitaji. Sponsor deni ina maanisha zina, zina support ya pesa, okay yeah. Yeah. Kwa, kwa sasa hivi waandishi wanaweza kuleta katika maeneo hayo mawili uliowataja kwa sasa, sio? E, kwa kwa sasa wanaweza kuleta maeneo mawili. Kwa hiyo kama ni utalii wasubiri kwanza, sio specialization kwa utalii ah, wao wanachoweza kufanya walete kazi, uh -huh. Alafu sisi tutakaa huku ndani tutazichakata, uh -huh. Lakini mpaka sasa hivi ninavyozungumza kategori ambazo tunaweza tukatoka nje tukasema na zenye tunazo, yeah. Ni hizo kategori mbili ah. okay. yeah. Mengine na, yeah, yanabaki kwenu yeah. Nakaribisha pia yeah, uh, bila shaka wadau katika ku support. Tena hilo ndio muhimu sana nah, hilo la wadau yeah. yeah. Mbona kama muda umeisha mapema hilo la <laughs> wadau <laughs> <Muna laughs> kujitokeza kwa wingi kusapoti tuzo ni, ni jambo ambalo yani, ni jambo muhimu na la kusisitiza mara kwa mara. Wadau tunawaomba washirikiane nasi katika kufanikisha hizi tuzo za waandishi wa habari mwaka huu mm. Tu, tulitamani tuzo hizi na hizo zinazoendelea kuja, hasa ukiangalia na haya ma, mabadiliko ya kidijitali, ziwe tuzo za kumfanya mwandishi wa habari ajisikie kwamba kweli na mimi natambuliwa na ninaheshimika, okay. E, sio kama natumikatumika na, na tumika, au na, na, nafanya tu kazi ambayo haithaminiwe tuka na tamani wadau wajitokeze wadao tukae nao waje watupigie simu tuzungumze nao tukubaliane, alafu watupe sapoti kwenye kwenye hizi tuzo kama mm, vile ambavyo wanasapoti kwenye maeneo mengine, mpira wa miguu, mis Tanzania na kadhalika okay. mm -hmm. Asante sana Paul, tunakushukuru sana, na pengine msisitizo wako sasa kwa wanahabari katika kufikisha, uh, kutuma maombi na kwa vyombo vya habari pia na wadau wa habari, waandishi wa habari, dirisha ndio lishafunguliwa. Hatuna dirisha dogo kama mpira wa miguu kamba si baadaye kutakuja kuwa na dirisha dogo. Tumezindua tarehe ishirini na tano, tano. Mm. tukasema tuzo zi, watu waandishi wa habari wataanza kuleta kazi kuanzia tarehe moja mwezi wa kumi itakwenda mpaka tarehe kumi na tano mwezi wa kumi na moja. Tumeni kazi, msisubiri dakika za mwisho mwanze kukimbizanakimbizana, msisubiri ile mambo ya kuongeza muda. Tuko kwenye, kwenye kidigito, kwahiyo tuende kidigitali lakini pia mwaka huu tuzo hizi zinachukua kazi za mwaka 2024 na 2025. Mm. Kweli kabisa unahitaji uongezewe muda ili uweze kuleta kazi zako. Nadhani ifikie wakati sasa tujitume, tujipange vizuri kwa sababu huu mfumo unaweza ukapandisha kazi yako taratibu taratibu, yani huhitaji kukimbizana. Unaweza ukapandisha leo kidogo, kesho kidogo, kesho kutwa kidogo, mwisho ukakamilisha kila kitu. Mm. Kwa hiyo waandishi wa habari tujitokeze, tulete kazi tushindanishe. Majaji sasa hivi hakuna mambo ya kuwaona, hakuna mambo ya wao wenyewe kuonana. Watafanya kazi, lakini watapata nafasi ya kujadiliana kama ambavyo ilikuwa zamani, lakini wanaweza kujadiliana kwa njia ya mtandao, sio kwa kukutana mm -hmm. ili waweze kufikia mwafaka baadhi ya mambo yeah. Asante sana Paul, tunakushukuru sana. Na nyi mlete kazi zenu tuzione. Tutawafuatilia <laughs> lakini utakiwa kumwachia mtu. Wewe si mahiri tayari. Okay. Maana hizi zinaitwa tuzo za umahiri wa uandishi wa habari Tanzania. Wewe, ah, si mahiri. Ukibwagwa maana yake labda amecha mali <laughs> umeshuka. Alafu <laughs> wengi kweli wamekuwa waoga nikienda tena kushindana afu nikashindwa. Ndio, ndio mashindano tu. Nashukuru sana, asante. Tunakamilisha hivyo utaratibu wa tuzo za waandishi wa habari kama ambavyo Paul Malimbo ametujuza, meneja programu wa MCT ama afisa programu. Asante <laughs> sana, <laughs> afisa programu kutoka MCT. Tunakamilisha hivyo.